Anani support kwa sababu nilikuwa mke wake. Yes. Kuna namna yote za Elisa ukiachana na hivi, ni kweli umerudiana au unatarajia kurudiana na wka mpenzi wako wa mara baada zamani Pedro Makabila video zako huko kwa dada yake na vikoba? Hizo video ni za muda mrefu sana alafu sina mpango huo wa kurudi kwa yoyote, niseme tu hivyo. Sina mpango wa kurudi kwa yoyote. Sasa hivi nimeamua kufocus na kazi, familia familia yangu, namaanisha kazi, period. Hata yani, sasa hivi yani vitu mtakavyoviona kwangu mimi ni kazi basi. Siko kwenye ndoa, siko kwenye ndoa, siko kwenye ndoa. Siko kwenye ndoa. <laughs> Na mtu napumzika kwanza, jamani, napumzika ni kwa asilimia mia. Mimi ni balozi ukiacha tu ana kunivalisha pia ananilipa, yaani ukiacha tu kuvaa pia ananilipa kuvaa nguo zake. Kwao hawezi akanilipa nivae nguo zake afu mimi nitoke nilipie yeye hela ili ninunue nguo zake, hicho kitu hakiwezekani. Kwao kila ninachokivaa kutoka ana collection ni jukumu la ana collection na wanafanya nikiwa kama balozi, na ukiacha kuvaa tu pia wananilipa. Kama alivyosema mama Tariki, atapendeza na ataingiza pesa pia, na ndio hivyo ilivyokuwa kwangu. Mimi nilikuwa nalipwa na navaa, na nitaendelea kuvaa na kulipwa.